Naomba basi nitoe nasaha zangu kwa vijana pengine umenisahau. Uh, engine mimi vijana, naam, naam. Ka karibu, karibu. <laughs> nasaha zangu kwa vijana, naam naam, karibu. Tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano ambao unafanyika Oktoba. Bila shaka kwa kauli ya mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo hakuzungumza kauli hii kwa ajili ya wanachama wa ACT Wazalendo pekee, amezungumza kauli hii kwa wananchi wote, wazanzibari wote

Uchaguzi huu tunaenda kunusuru Zanzibar kwenye rasilimali, imesema rasilimali, lakini kwenye ardhi yake, ardhi ya Wazanzibari sasa hivi inaondoka mikononi mwa Wazanzibari kwa kisingizio cha uwekezaji. Lakini kwa uchaguzi huu pia tunaenda kunusuru mila, desturi, maadili na utamaduni wa Zanzibar. Kwa hiyo tushiriki kikamilifu. Yule ambaye alikuwa anaogopa aondoe hofu, yule ambaye alikuwa hajiamini ajiamini sasa, yule ambaye alikuwa anaamini, na kwa sababu ya vitisho vilivyopo kwamba mambo ni yale, yale. Si kweli, mambo si yale yale. Kila kitu kimebadilika. Mara yetu tunashuhudia kwa mara kwa e, so, ya kwanza tunaenda kwenye uchaguzi, hatuna John Pombe Magufuli ambaye alishiriki asilimia kubwa kuvuruga uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini, lakini tunaenda kwenye uchaguziawamu lakini pia tuna akini ia masuli mheshimiwa, kauli zake zimejipambanua wazi na historia yake inaionyesha wazi, kwa hiyo Tujenge matumaini mapya kupitia uchaguzi huu, twende tukapige kura bila woga. Asante sana.